Wazazi wangu ni na mama zangu, na vijana wenzangu, tarehe ishirini na tisa mmenichagua mimi, nimewapa tarehe kumi na tatu mwezi uliopita. Leo tarehe saba, ukijumulisha ni siku ishirini na nne, na wakati nahitimisha kampeni zangu nilisema nanunua gari kwa ajili ya kuisaidia jamii. Kwa hiyo ahadi zangu nimeanza kuzitekeleza baada ya kuapishwa tu na nilipoapishwa nilikuja hapa nikakuta mama zangu hawa wananyanyasika, baba zangu wananyanyasika, na vijana wenzangu. Wananua mbolea zaidi ya sabini na sita wongo, simenua mbolea tisini, menua mbolea laki moja. Ilikana mkuu wa wilaya hapa, nafikianu sana na mkuu wa mkoa, tukaweka kambi hapa kuhakikisha mbolea inauzwa kwa bei elekezi na inapatikana hapo. Vipi? Sikuishia hapo, nilienda Dar es Salaam na kampuni la kuuza mbolea, kampuni la kusambaza mbolea kuhakikisha mawakala wetu wa hapa wanaleta mbolea kwa wingi hapa. Wanapambana sana hapa. Niwaambieni tu, mbolea hii imepatikana baada ya mapambano makubwa. Majimbo mengine wanalia leo, mpaka wewe uliza bei 90 laki laki na elfu kumi ogo, lakini Mbozi tunamolea 76 sabini na sita ya dabu. Na niwashukuru sana wafanya biashara Mlowo, wamesikia Kalei. sauti hizi tumeshirikiana, na mwendelee kufanya kazi hivyo hivyo. Mimi kama mbunge wenu nitakuwa tayari kufanya kazi nini, Wate, na ninyi wafanya biashara wote mdogo na mkubwa kama mogo tumefanya kwenye biashara ya molea. Safi Mbozi, mwanga mpya. Sasa Mheshimiwa mkuu wetu, mwenyekiti wetu wa mkoa, haya magari unayaona yako mawili kwa leo, nazindua gari mbili za wananchi. Wanaliona lile gari lidogo, lakini ndo baba wa huyu, ili gari mikoni elfu mbili na ishirini na moja nikamwambia na gombo milioni ish ta nikaweka pakeji humo nimefanya faraja Mbozi nzima kama mdao nilipokuwa mdao nilifanya hayo hivi nimekuwa mbunge itakuwaje nimeapa siku shina nimeleta gari hili hapa la milioni hamsini na mbili ukifungua mle ndani ni mfumo wa kwa hili gari ni ya wana Mbozi amewaletea wananchi wake <coughs> wa makoma kabisa. Sitaki Mbozi sasa ipate tabu. <coughs> Nataka amani, yaliyotokea juzi tuyasahau, wana Mlowo. <coughs> <coughs> Na naomba sana, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. <coughs> Unaona jeshi la polisi linapoenda amani. Nao tumezoea amani, lakini lockdown ya siku tatu mama zangu hapa walichoka, baba zangu walichoka, kama bora bora alichoka, kila mmoja alichoka. mnataka turudie huko? Mnakuwa walinzi wenyewe, si ndio? Tunakwenda kuwa walinzi wenyewe. Sisi ndio tuna vijana, ndio tuna watoto wetu. Twendeni tukawaambie hapana, tumezoea amani, tunataka amani ya baba zetu. viongozi wetu wanaimbia hapo vipi hapo sawa Naamini sisi tarehe ishirini na tisa jambo kama hiyo, bunge liko hapa. Na waombeni sana na nawaombeni kwa kupiga magoti, tafadhali wana Mlowo, tuilinde Mbozi yetu. Hakuna Mbozi nyingine, tuna Mbozi moja tu, tuna Mlowo moja tu, ambayo tunategemea ipate barabara salama kwenye mitaa yetu, moja tu tunajenga kituo cha afya pale, ni mula moja tu jamani, nataka tufanyaje? Unataka chama hiki kifanyaje? Serikali ifanyaje? Nataka mama fanyaje? Mimi ni waombe, lakini chukua fursa hii kuwapa pole sana wale ambao walikutana na madhira ya ishirini na tisa. Wengi hawakutarajia yangetokea vile. Wale ambao yamewapata, mimi kama mbunge wenu, nina tasimini yote kama kuna sehemu mesikia alipatwa shida, niko tayari kwenda kuwashika mkono na kuwapa pole kuanzia kesho. Halo naiunga mkono, yeah. Tuko pamoja, nashirikiana na chama hiki nashirikiana na, na serikali na viongozi. Bahati nzuri dedi wetu yuko hapa et wako hapa, madiwani wetu. Mmeona toka tuingie huko, barabara za mitaa huko kwenye kata zetu, si unaona zimetengenezwa. Tunalala maofisini kufuatilia barabara hizo. Lakini umeme, tutaendelea kupambana. Maji, tutaendelea kupambana. Onesima mbunge wenu, nitawatumikia. Nilitamani tamani sana nichague ni watumikie. Na kazi nimempata mtoto wenu atawafikia. Mmemchagua mtoto wenu amjapoteza kula. Nitasimama na ninyi, nitawasikiliza, nitafanya yale ambayo mtaniagiza. Na nitakwenda bungeni baada ya kuchukua maoni yenu, mnataka nini kutoka bungeni kutoka bunge wenu. Wako wachungaji hapa, mimi ni mtoto wenu naomba wote tushikane mkono. Amina. Nasema nasema haya kwa sababu ninaoma juwani kumi na moja lakini wapovitimangu, mwenyekiti wa halmashauri, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya dedi, ofisi ya mkuu wa mkoa. Bahati nzuri Mama Samia ametupendelea, ametuletea vijana wasikivu. Muda wote mnaona hapa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa wanafanya ziara hapa, wanatupenda na sisi. Mkuu wa mkoa ameshaagiza jana tumemfuata maofisini kwamba wale ambao wanasumbuliwa kwenye mageti huko, tumewaagiza watendaji wa makata maguta magari wana mahindi wanakamatwa, tumeomba sana walipe kodi halali, sio wakamatwe walipishwe faini. Mimi mkurugenzi na kuamini sana tutakuwa tunashirikiana. Wakija watu ofisini kwako wasikilize, mambo hayatakuwa kama yalivyokuwa zamani. Ningesema mengi sana na natamani kusema mengi sana lakini jukumu la leo ni kuzindua mwani huyu na leo tunazindua hili gari, litatusaidia kwenye matatizo. Na leo nimepata simu, wenzetu pale pale wapi, wameondokewa na mpendwa wao. Kwa hizi gari mbili ndio nazitoa, kesho ziende kufanya huduma huko. Madereva mjaze mafuta kesho muende na huduma. Tutaweka utaratibu mzuri na madiwani wetu huko ili waweze kuratibu zoezi hili. Jamani, hii gari liko hapo na umwa, huwezi kuweka mafuta ya 30 ukaenda kwao, huwezi. Kujiji lazima tutie mafuta jamani, huwezi. Kuna wakati mbunge ataweka, kuna wenzetu wana hali nzuri wataweka. Lakini kuna watu ambao tunafahamu, mimi ni mtoto wa masikini, nafahamu watu wanavyoishi kwa shida. Hata elfu ishirini hana, anatamani kwenda hospitali. Amepata msiba, hawezi kusafirisha. Bahati nzuri, Mama Samia ameshapiga marufuku miili yetu ya wapendwa wetu kukataliwa mahospitalini huko. Marufuku, ameshapiga marufuku, na hakuna mwili wowote wa wapendwa wetu utang'ang'aniwa huko. Tupo hapa, wasimamizi wenu, tutafuatilia, tutasimama na ninyi. Asanteni sana. Sasa niachie utaratibu, viongozi wengine waseme, wazindue hizi gari mbili na waziombee, ikiwezekana zianze kazi, miaka mitano zifanye kazi Amin. Na sijaishia hapa tu, mambo mazuri yanakuja kwa mtoto wenu, msilie, msipate shida. Vijana takuja huko, tutakaa vikao, wakinamama takuja maeneo yenu na wafuata, tutakaa vikao hata wale mloho huko masokoni huko, nakuja kutembelea masoko yetu, mtazungumza na mazangu huko mmatilie, na kila mtu karibu. lienipa maiki ili uweze kuendelea na utaratibu baada ya mpe, umpe, umpe mwanavuli wa Nkondo. Sasa tumeliona gari tumelizindua magari mawili gari, gari baba na, na gari mtoto. Magari haya ni mazuri. Mkaishie vizuri. Sema ambayo naona barabara haifai, niwaombe ndugu zangu. Mkaishie sawili msije kuharibu magari kwa faida ya muda mrefu.